Penzo tazamaji kutoka hoteli ya Best Western iliyoko hapa Ajyad Road, ni, ni msafara wa maujaji wa taasisi ya i travel. Leo ni tarehe 8 mwezi wa sita, sasa ndio tunaenda kukamilisha rasmi baada ya hija, baada ya kwenda kufanya tawafu ya hija, ambapo tumewasili sili leo hii hii hii kutoka katika E, kijiji cha Mina ambapo tulikaa huko karibuni siku tano, mwezi nane, tisa, mwezi kumi, mwezi kumi na moja leo ndo tumeondoka. Kina mama wanaona mdogo mdogo wanatoka kuelekea msikitini kwa ajili ya kufanya tawafu. Jamani, mbona twendi, mbona twendi, twendeni nataka vigali twendeni, tena hapa jamani vigali amna ya yaumun nahri. Siku ya kuchinja, naamini asilimia kubwa tayari tumechinja kupitia mwakilishi wetu na miongoni mwa matendo ya kufanya ni kupiga mawe Jamaratul Aqaba, tendo ambalo tumelifanya aidha kwa mubashara kwa maana mtu mmoja mmoja alifanya, au kwa kutumia mawakala kwa wale wenye aadhari. Tendo la tatu ni kunyoa au kupunguza

Sema Macharenga, jitaidini. Anasema jitaidini. Haya, sasa hapa ndio mukabala wa jiwe jeusi, jamani. Mnaambia engo hii ndio ile dua rabbana atina fidunia hasana, unaisoma tu, unairudia rudia tu

ambalo linaweza kufanywa leo au likishindikana linaweza kufanywa baadaye, nalo ni lile la kutoka hapa kwenda jijini Makka tukaizunguka Al-Kaaba kwa maana tukagufu twawafu kifadhwa, au kwa jina lingine twawafu asiyara ambayo ndio iliyotajwa

na watekeleze nadhiri zao zile, kama ni nadhiri au vichinjwa vya tamatui watekeleze. Ndio haya uchinjaji unaoendelea baada ya hapo au pamoja na hapo au inaweza ikatangulia. waliyatawafu <laughs> ilbaitu <al -afu>. latifi <laughs> Kisha wakaizunguke nyumba ya kale, ni nyumba mkomo Haya, matendo mani, ndiyo matendo mama yanayotendwa katika siku ya mwezi kumi yanayofuatana au yanayofungamana na ibada ya hija, ni hili la kuizunguka nyumba kotufu twawafu. Hii ndiyo nguzo. Tunaposema nguzo za hija, ni hasa kwa mapito ya Imam Shafi'i rahimahullah, ni ihram

au matendo haya mane mane, nikimaanisha ukiacha ile nia. Mtume sallallahu alaihi wasallam ali aliulizwa, siku kama ya leo walitokeza watu wengi wa kuuliza maswali. Mwengine anambia Mtume wa Mwenyezi Mungu sallallahu alaihi wasallam, anamwambia ya Rasulullah, mimi bwana sikujua nimechinja kabla sijanyoa nawambiafal wala harakazimngine anakuja kiachakeasullloa kabla sijachinja. mtuma Mwenyezi Mungu, jibu lake lilikuwa moja, ifalu wala hara, fanya tu, hakuna shida. Lengo letu haya matendo kwa ujumla wake, ama lipi namba moja, lipi namba mbili, lipi namba tatu, lipi namba nne itategemea ule wasaa wako aliyekujalia Mwenyezi. Sasa ukiacha haya, zinafuata siku nyingine tatu ambazo kwenye lugha ya hija zinaitwa ayamu tashriq. Tulisema majina ya siku za hija haya yana, yana, yana tafsiri zake ili ya jana ilikuwa na jina lake na tafsiri yake, na ile ya juzi au metaruia nadhani tuliambizana tafsiri na falsafa yake. Na hii ya leo lilitawala neno nahri, kwa maana ya kuchija, wasalilirabbika wanu wanharda. Sasa hizi zinazofuata, na hii imetukia bahati mbaya, tumewahi kuona hata baadhi ya maimamu wetu kule vijijini walikuwa na mishana mishano katika zile takbira, lakini masiku ya takbira kama tunavyofanya wengine huishia mwezi kinamo, kwa sababu kwenye vitabu inaandikwa hizi zinaenda siku tatu baada ya Idi. Neno baada wanadhani baada ya Idi maana yake baada ya siku ya Idi. Siku ya Idi haimo katika ayamu tashriki. Ayamu tashriki aezi kumi na moja kumi na mbili na tatu, siku ambazo kwetu zinatawala hivi takbira katika kila, ukiweza hata umeenda mahala Sababu shiara so, za kuonyesha au za kuonesha masiku haya yana jambo adhimu limekamilika, kwa sababu so, katika Uislamu ukifuatilia utaona kila baada ya ibada, kum, sheria ya ibada kuu kutekelezeka kuna, kuna sheria ya kutaja sana na kuna kuona sheria ya kuomba msamaha sana. Kwa nini kuomba msamaha?

wadhkuru llaha fi ayami maduda, mtajeni yeah, Allah katika masiku yanayo kitadika. Tuligusia tukasema miwaji hapa inaonekana na utukufu na ubora wa

wala hai na thawabu wala si jambo la dini, ni jambo tuna historia ya eneo hili. Waliishi Waarabu nakoreshi, kina Abu Jahli, eneo lao la proti yao ilikuwa ni hii ambayo wasuudi wamewa wasu kujenga choo eneo la kijengo, kile lilikuwa ni nyumbani kwao mtu ile kwa plot ilikuwa kwa kina Mzee Abdallah na mwana Amina, atoka wakapatikana kina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo pale ndio kwao tu kwa mwana wa jengo la library, kila library jamaa umeamua haya ile, na ndio maana mara nyingine sisi wamkiniskia lugha nyingine kuwa anasema mara nyingialiujana, maanake nakwenda chooni. Wasaudi waliona kwamba huyu shetani maluni eneo lake lisifanye jambo la kishma la, la, la, la, la, la, la. Kwa liweke choo, basi limewekwa choo hapa. Maluni huyu mpaka siku ya kiyama iwe anapata adhabu hiyo choto <tipas> kiana kumsalimia abu jahli, maanake nakwenda chooni hata ndo kwao Shehe, likijenga choo changu cha kulipa likakiandika Abu Jahal, utakosea aya enyani. Hii ni kuonyesha ndio asalam ni mtoto wa mjini. Sawa. Pale pale. mjinipapa